Mnamo Januari 14 mwaka elfu mbili na ishirini na tano Tanzania ilipokea pigo kubwa, ikiwa ni tarehe na siku ambayo tulimpoteza shujaa wetu katika upande wa siasa, mkuu wa wilaya ya Mbozi Mheshimiwa Ester Alexandra Mahawe. Wilaya ya Mbozi iliweza kufanikiwa sana katika maswala mazima ya miundombinu, siasa, maendeleo ya kijamii pamoja na Shida zote ambazo zilikuwa zinakumba wilaya ya Mbozi ziliisha kufuatia jemedari buldoza Ester Alexandra Mahawe. Karibu katika simulizi na historia inayomhusu Mheshimiwa Ester Alexandra Mahawe, ambaye kwa sasa tunasema ni hayati, ametuacha na amefariki dunia, ikiwa ametimiza mwaka mmoja sasa toka atuondoke. Simulizi hii itakufundisha mambo mengi. Mimi ni Alexander Scodri. Hii ni Usiku TV. Esther Alexander Mahawe aliwahi kuwa mkuu wa wilaya ya Mbozi mkoa wa Songwe Tanzania, na alikuwa akifanya kazi hii akiwa mmoja wa viongozi wa CCM yani Chama cha Mapinduzi. Mkuu e, wa wilaya huyu kabla ya uteuzi huo alihudumu kama mbunge wa viti maalum wa wanawake kwa kipindi hicho mwaka 2015 hadi mwaka 2020. Na ishirini 20. Mwaka elfu mbili na ishirini na moja aliteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Kigoma ikifuatiwa na uteuzi wake mwaka elfu mbili na ishirini na tatu kuwa mkuu wa wilaya ya Mbozi hadi alipofariki. Alifariki dunia tarehe 14 Januari mwaka elfu mbili na ishirini na tano akipatiwa matibabu katika hospitali ya rufaa ya Kesi SMC mkoani Kilimanjaro Tanzania. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na viongozi wengine wa juu ya Tanzania walitoa rambirambi wakimtaja kama kiongozi mchapakazi mzalendo. Maisha yake yalihudhuriwa na maelfu ya watu. Alielezwa kuacha mume, watoto na wajukuu. Majukumu na uongozi wake kama mkuu wa wilaya ya Ester Mahawe alijulikana kuwa eh, kukuza elimu na jamii. Alishiriki katika miradi ya elimu kama ujenzi, ufunguzi wa shule za msingi, ili kuboresha mazingira ya kujifunza na kupunguza msongamano kukuza kilimo miradi na ushirikiano. Alihimiza wananchi kushiriki katika maonyesho ya Nanenane ili kujifunza mbinu bora za kilimo, ufugaji na uvivu. Alifanya ziara za ushirikiano na halmashauri nyingine kwa ajili ya kubadilisha uzoefu wa utekelezaji wa miradi na maendeleo. Kukuza uchumi wa wanawake. Wanawake wa wanawake aliwahimiza wanawake uzalishaji na uandaji wa kahawa kujifunza zaidi kuhusu masoko na teknolojia ya uzalishaji. Uongozi na utulivu wa maendeleo: Esther Alexandra Mahawe hayati alifanya kazi na wananchi, kusikiliza kero zao, kwa shauri kuwa na subira wakati wa mchakato wa fidia na maendeleo ya miundombinu. Baadhi ya maneno kauli zake zinazoonyeshwayo kwa mtazamo wa uongozi, hapa chini ni mifano ya misimamo na kauli zinazojulikana kwake. Ni wasii wananchi wa Mbozi na mkuu wa mkoa eh, wa Songwe wote kushiriki kujifunza kwenye maonyesho ya nani nane nane, akisisitiza umuhimu wa elimu na kilimo na ufugaji. Pesa inatafutwa na serikali na kila mtu anapata haki yake, tutaendelea kutafuta suluhu kwa pamoja, akitoa wito kwa utulivu na kwa ushirikiano na wananchi wa Ihanda. Alionyesha kuunga mkono uwezeshaji wa wanawake uzalishaji wa kahawa ili kukuza sekta hiyo kwa kushirikiana na taasisi za kimataifa. Uchambuzi mfupi kuhusiana na uongozi wake: alijitahidi kuongoza wananchi kwa vitendo na ujumbe wa maendeleo. Alipenda ushirikiano wa elimu kama chombo cha kubadilisha hali ya jamii. Alitumia nafasi yake kushughulikia changamoto za wananchi, si tu kwa maagizo, bali kwa kushirikiana nao moja kwa moja. Simulizi ya Ester Mahawe ni simulizi iliyoacha midomo wazi tangu kufariki kwake, na sasa karibu ni kupitia katika hadithi fupi na simulizi tamu ambayo kwa jumla inahusu maisha yake. Ester Alexandra Mahawe alikuwa miongoni mwa wanawake viongozi waliotumika katika taifa la Tanzania kwa moyo, nidhamu na uzalendo mkubwa. Alizaliwa Tanzania katika familia ya Kitanzania iliyomlea kwa misingi ya maadili, bidii na heshima kwa jamii. Ingawa tarehe kamili na mahali alipozaliwa kwa wazi katika nyaraka nyaraka za umma, maisha yake ya awali yalijengwa juu ya misingi ya elimu, malezi bora na dhamira ya kulitumikia taifa. Katika safari yake ya ukuaji, Ester Mahawe alikulia na akakua katika kiu ya kujifunza na kujihusisha na maswala ya jamii. Elimu yake awali ya sekondari na ya juu ilimwezesha kupata uelewa mpana katika maswala ya uongozi, siasa na maendeleo ya jamii, jambo lilomfungulia milango kushiriki kamilifu katika utumishi wa umma. Ingawa majina ya shule vio alikosoma hajaidhinishwa rasmi kwenye vyanzo vya habari vya umma, mchango wake katika uongozi unaonyesha wazi kuwa alipata maandalizi thabiti ya kitaaluma na kimaadili. Safari yake ya uongozi na masuala mazima ya kisiasa ilianzia mwaka 2015 hadi mwaka 2020, ambapo alikuwa mbunge wa viti maalum kupitia Chama cha Mapinduzi, CCM. Hii ni simulizi ya hayati Esther Alexandra Mahawe, tukiwa kama tunafanya kumbukizi toka ondoke kwake mwaka mmoja. Mi naitwa Daud Alexander Scodrizi. Hii ni Usiku TV. Subscribe ili uwe mwanafamilia wetu wa kwanza kupata simulizi zetu kila wakati na kila muda. Ungana nasi katika makala hizi, asante.